Kama nywele zako hazikui na unatumia mafuta mengi mengi mengi mengi mengi, basi hii video inakuhusu, kwa sababu hakuna mafuta ambayo yanakuza nywele sawa. So, hii video inakuhusu, tazama mpaka mwisho uweze kujifunza ulikuwa unakosea wapi hadi umetumia hela nyingi kwenye mafuta bila kupata matokeo mazuri. Hello, hello, hello, mambo vipi? Okay, karibu tena kwenye chaneli yangu. Uh, kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, mimi hapa naitwa Grace Bimz na husika na urembo kwenye swala zima la nywele na ngozi ya mwili wetu lakini sisi ni manaturalist, okay? Ni urembo asili, utakuza nywele zako za asili na za dawa kwa kutumia mbinu asili. Utakuza ngozi yako nzuri yenye ku grow, yenye kupendeza kwa kutumia mbinu asili kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunazitoa mara kwa mara na kama wewe ni mwenyeji basi karibu tena kwa sababu video hii ya leo inakuhusu kwa, ina kwa asilimia 100. Okay, mpendo wangu umetumia hela nyingi sana, umenunua mafuta ya hivi, umetumia mafuta haya, umetumia herbal, umetumia sijui mafuta ya avocado, umetumia mafuta ya olive oil. Yani hakuna mafuta ambayo haujatumia kwenye nywele zako, lakini matokeo bado huyapati. Umefanya kila sam, kila aina ya mchanganyo wa mafuta, lakini bado matokeo huyapati, bado nywele zako zinakatika, bado nywele zako hazivutiki. Unajua kuvutika ndo afya ya nywele Okay, hazivotiki bado nywele zako zina dumaa bado, una mba na miwasho. Pole sana rafiki yangu, hayo ni vitu ambavyo watu wengi wanavipitia, watu ambao hawajui matumizi sahihi ya bidhaa kama wewe hapo, na matokeo yake lazima yawe hayo, kwa sababu haujui namna sahihi ya kufanya ili uweze kupata nywele zenye afya. Mafuta peke yake hayatoshi kukupa nywele yenye afya. Nitakueleza kwa sababu gani. Unafahamu ni kwa nini mafuta pekee hayatoshi kukuza nywele zako au kuipa nywele yako afya? Cha kwanza, nywele ili iweze kukua ikiwe na afya bora, cha kwanza inahitaji kusafishwa. Unavyokuwa unatumia mafuta mara kwa mara, je, unasafisha mara ngapi au baada ya muda gani? Usiposafisha nywele zako mara kwa mara, matokeo yake nywele inatengeneza build up mgandiana wa mafuta wanatokea kichwani ambao unachanganyikana labda na vumbi la barabarani, unachanganyikana na jasho maybe na mba na vitu vingine. Inatengeneza combination ambayo sio nzuri kwa ufuajia nywele zako, hatimaye nywele zako hazikui vizuri, hatimaye nywele zako zinazoofika na kuanza kukatika. kwa hiyo Si mafuta pekee, zingatia pia na ratiba sahihi ya kuosha nywele zako ili nywele kuwa safi, na zikiwa safi zitapokea vizuri virutubisho ambavyo umeviweka kwenye bidhaa zako yakiwemo hayo mafuta, na matokeo mazuri utayapata. Sawa eh? Kwa hiyo baada ya kuongelea ku kuosha, kitu kingine cha muhimu ni kwamba nywele inatakiwa inyweshwe, inyweshwe kama anavyokunywa maji. Basi na pia nywele inatakiwa inyweshwe inanywesha uny unyevu. Sawa eh? Kwa hiyo hakikisha unaweka unyevu kwenye nywele zako. Mafuta bila kuweka unyevu, hatimaye ni kukatika, nywele zako zitakatika, zitaharibika, zitakuwa nyekundu, haijalishi unapaka mafuta mengi kiasi gani sawa eh? Weka unyevu inyoshe nyako unyevu kwa kupulizia maji, kwa kupaka leave-in conditioner, kwa kupaka shea butter pamoja na hayo mafuta. Mm, combination ya unyevu ni vitu vinne: maji shea butter leave in conditioner na mafuta. Mafuta peke yake hayatoshi kupenya kwenye nywele yako kuweka unyevu ambao unatakiwa, ili uweze kupa nywele yenye afya. Kwa hiyo mafuta bila unyevu, maana yake ni kukatika kwa nywele na kuharibika. Kwa nini kwa nywele? Kitu kingine cha muhimu ni virutubisho i mean, Kulisha nywele, sawa eh? Umeshaisafisha, umesha umeshainywesha, utakiwa uilishe virutubisho. Hapo ndo tunaongea kwenye steaming, i mean deep conditioner pamoja na protein treatment. Utaweka mafuta peke yake, lakini bila kuzingatia kuweka steaming na protein treatment maidia, nywele zako zitaendelea kuharibika, nywele zako zitaendelea kukatika, nywele zako zitaendelea kudumaa. Sawa eh? Mafuta pekee hayatoshi, kisha least mara moja kwa mwezi, na hapo matokeo mazuri utayapata, sawa e? na kitu cha mwisho ni kutunza nywele zako. Unaeza paka mafuta kila siku lakini huzitunzi, matokeo yake ni mabaya, taendea kwa mbaya, tandeea kuharibika, taendea kukatika ovyo. Zitunzi kwa kusuka mis misuko rafiki satini bonnet, hasa wakati wa usiku, ili kuzuia zile hekaheka za kuharibu nywele. Lakini pia bonnet inatunza unyevu kwenye nywele zako, sawa mpendwa? Nadhani mmenielewa kwamba mafuta pekee, na hakuna mafuta ambayo peke yake yatatunza nywele zako, hayapo. Ili nywele zako ziweze kukua, lazima ufuate hiyo system yote ambayo nimekuelezea, ya kusafisha, kulisha, kunywesha na fanyaje ku, kutunza, sawa eh, ukifata hivyo ndani ya miezi miwili nywele zako zitakuwa zichapata afya nzuri mpaka utashangaa mwenyewe. Hata nisikudanganye, mimi pia zamani nilikuwa ni muhanga, nilikuwa ni muumini mzuri wa mafuta, nimetumia hela nyingi sana kwenye mafuta. Uh, watu ambao wananifuatilia kwenye channel yangu watakuwa wanajua, maybe nilikuwa muumini mzuri wa mafuta ya mnyonyo, unapaka tu mnyonyo, lakini bado sioni matokeo, nilikuwa sijui napaka mafuta haya sioni matokeo. Nikawa muumini mzuri sana mafuta na sikupata matokeo, na nilipoanza kujifunza kwa, kwa undani zaidi kuhusu swala la kulisha, kunywesha, kutunza na kusafisha nywele zangu, ndipo zimetoka kutoka hapo mpaka hapo. Na wateja wangu ambao nawapa mbinu kama hii, wafuate huo mlolongo, matokeo yao yanatoka hapo mpaka hapo. Sawa, eh. Kwa hiyo nawe, mpendwa, anza kwa action kwamba hakuna mafuta ambayo yanakuza nywele akiwa peke yake. swala So, la kuza nywele ni combination ya bidhaa ambazo zinatumika, na lazima upate huo mlolongo ambao nimekupatia, na ukifanya hivyo utapata matokeo mazuri. Kama nywele zako zipo kwenye changamoto hiyo ambayo nimeongelea, unatumia mafuta mengi na upate matokeo mazuri, basi unahitaji msaada wa haraka unahitaji msaada wa haraka, na sisi tupo tayari kukusaidia. Cha msingi uwasiane nasi kwa namba ambazo zinapita hapo juu, lakini maelezo yote nimeyapini kwenye comments ya video hii. Utayapata ukiangalia tu comments ya video hii, utapata maelezo na uyafuate. Karibu sana tukusaidie, kwa sababu tuna bidhaa bora ambazo zitamaliza changamoto zote za nywele yako, na hata ukianza tena basi utaanza kuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri kwenye safari nzima ya ukuaji wa nywele zako. So kwa leo sitaongea sana, nitaishia hapo tu. Nawapenda sana, nakutakia matuzo mema ya nywele zako. Amini kwamba amini kwanza, hakuna nywele ambayo haitokuwa endapo itatunzwa vizuri. Ukishaamini hivyo, itakupa moyo kupambana, kupambana na na kupambana zaidi na nywele zako. Cha pili, amini kwamba hakuna matokeo ya siku moja. Nywele ni ni, ni kubadilisha sistemu nzima ya maisha yako, kubadilisha uelewa wako. Swala la nywele inahitaji muda pia. Kwa hiyo, endapo utabadilisha na kuamini kwamba ni swala la muda, basi utajipa muda kweli kuhudumia nywele zako na matokeo mazuri utayapata. So bye, mpaka siku nyingine. Usisahau ku share kwa marafiki zako waweze kujifunza.